na kila kukicha adhabu zikawa zinazidi. Basi Mwenyezi Mungu akawapa mitihani watu wa Firaun. Kitu cha kwanza alichowatumia akawatumia kwa tufani. Tufani ni maji mengi sana, mto wa Naili ule ulifurika maji yakatoka kwenye mto yakaingia mtaani, yakawa yana haribu mimea ya na majumba, maji yakazamisha kila kilichokuwa na manfaa katika ardhi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

wakarudi tena kwa Musa. Musa, sasa hivi tunakuahidi kwamba hawa ndo robo wako, hawa nzige hawa walozagao, ambao maisha tena yameharibika kwa ajili yao, tuombee kwa mola wako, la inkashafta anna rijis, kama Mungu wako atatuondoshea, lanuminanna lak, lanuminanna bik, tutakuamini ewe Musa walanursilanna maaka bani Israil, na bani Israili tutawatoa tutakupa, utaondoka, takuwa katika hali njema, imani yetu itakuwa ni imani khalisi. Musa akaomba ya Rabi, tuondoshee, waondoshee matatizo. Matatizo yakaondoshwa, lakini wapi? Baada ya matatizo ya ndorobo wananzige kuondoshwa, wakarudi tena kama walivyokuwa. Mwenyezimungu alisema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 mtu wa bani Israeli aje na maji katika kinywa chake tu anitumbukizie mie katika kinywa changu, kwa sababu yeye anayatoa ni maji, lakini vilevile vile, vile akitoka kinywani kwa bani Israeli na kwa maji, lakini akishagonga kinywa chake na kwa damu. Hapo ndipo aliposalim amri, kasema basi. Tena Musa alaihi salam akaambiwa na Firauni, wachukue wote hao uliokuwa nao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 Kala ina maya rabi sayahdin, miena mungu wangu yuko pamoja nami na atanionesha njia tu. Na kweli Mwenyezi Mungu akamwonesha njia, akaambia ya Musa dribi asaka albahar, ewe Musa, piga kutumia bakora yako hiyo uliokuwa nayo, piga bahari hiyo. Musa akapiga bahari, Firauni karibu awakamati, bahari kwa kupigwa fimbo ile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

na yeye ndo kila kitu, lakini mwisho anasema nami nimemwamini mola ambaye Bani Israeli wamemwamini na mimi sasa nimesalimu amri. Mungu anamwambia sasa hivi, na hapo pote, siku hizo zote zilizopita, ulikuwa asi na ulikuwa miongoni mwa watu walofanya ufisadi. la alyauma nunajika bibadanika, leo tunakuweka tunakuvua katika bahari, tukuweke nje ya bahari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 Mwenyezi Mungu akamwaahidi Musa kwamba njoo Musa ili tupate kuzungumza nawe. Musa akaondoka. Ndo pale wawaadna Musa thalathina lailatan waatmamnaha biashri fatama miqatu rabbihi arbaina laila. Tulimpa ahadi kwanza siku thalathini. Njo akenda akakaa huko kwa muda siku thalathini. Baada ya siku thalathini, akaongezewa na nyengine kumi, kakaa siku arobaini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

Nataka kukuona, nazungumza nawe lakini sijapata nafasi ya kukuona. Qala, Mwenyezi Mungu kawambia Musa lan tarani, huwezi kuniona.

falamma afaqa, alipopata fahamu. Qala, akanyanyuka akasema: subhanak, utakatifu ni wako ya rab. Tubtu ilaika, nimetubu kwako. Wa ana awwalu lmuminin, na mimi ni wa mwanzo katika waumini. Basi ya rab, sitaki tena kukuona kama uonekani duniani, basi ntakuja kukuona kule utakakotaka wewe ni kuone ya rabalalamin. Qala ya musa, akamwambia ewe Musa,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

Qala, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'd, ewe Musa, hakika sisi tumewapa fitna, tumewapa mtihani watu wako baada ya kuondoka. wa adallahum samiri, na hao wamepotezwa na bwana mmoja anaitwa Samiri. faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa, Musa aliposikia vile tu akarudi mbio mbio kwa kaumi zake akiwa na hasira na huzuni. Qala

Sisi siyo moyo wetu ndio tufanya hivyo tu, tuhalifu ewe Musa, walakina hummilna awzaran min zinati lqaum, lakini tuna madhambi kwa sababu ya mapambo ya watu, tumechukua mali za watu huko Misri. Fakadhafnaha tumezichukua tumezitupa katika moto, fakadhalika alka Samiri na Samiri ndo alotawala mambo hayo na ametufanyia vitu hapa sio wenyewe tumeshangaa, faahraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar, ametutolea kigombe kina sauti hapa, faqalu hadha ilahukum, katuambia huyu ndo mungu wenu wa ilahu Musa, fanasi, mambo ndivyo alivyoyafanya hivyo, afala yarauna an la yarjiu ilaihim qaula, waliona kwamba hakuna qauli inayorudi.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 Wa inna rabbakum arrahman, mungu wenu ni yule rahmani tu. Fattabiuni, sasa nifuatieni mimi. Waatiu amri, na munisikilize. Nabi Haruni alikuwa aliwakumbusha haya. Basi ndugu zangu Waislam, katika kipindi kitakachokuja tutaona mambo yalivyokuwa na Musa, namna alivyopata shida na wa watu hawa majabar. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastamiuna alqaula fayatabiuna ahsana. wassalamu alaikum